Muislamu yote mwenye kufanya hii amali moja hakika Allah atamlipa mambo haya matatu. Amali gani? Na atalipwa mambo gani? Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho. Annabiyu sallallahu alayhi wasallam qal man salla alaya salatan wahidat, yoyote mwenye kuniswalia mimi Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam anasema, yoyote mwenye kuniswalia mimi mara moja sallallahu alayhi ashra salawat, hakika Allah atamswalia yeye mara kumi. Wahutat anhu ashru na hakika Allah atamfutia yeye dhambi kumi. Kumswalia Bwana Mtume Muhammed sallallahu alayhi wasallam mara moja, Allah anakuswalia wewe mara kumi na anakufutia dhambi kumi. Hatiyat warufiyat lahu ashru darajati na hakika Allah anampandisha yeye daraja kumi. Amali gani utakayoifanya utamswalia hivi: Allahumma salli wa sallim wa wabarik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Tuirudie tena, Allahumma salli wa sallim wasallim wabarik ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam. Wewe Mwislamu, hakikisha unamsambazia rafiki yako kwa ambaye kwamba unatamani kukutana naye katika pepo ya Allah. Assalamu alaikum.